Khalafan, nakuomba Mwenyezi Mungu, yule anayetoa mpe mpe, badala ni malaika malaika wanaomba sio mimi na wewe au atakayetoa sadaqa mpe, wallahi ameshusha juu yako kwa wewe, lan tanalu, lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun, am tufikia wema, mpaka mtoe vile mnavyopenda. Hiyo wale malaika asubuhi wetu

wa kujitolea, ahamiyatul infaqi lillahi ta'ala, umuhimu wa kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mima yuhibuhu, mtu katika kile anachokipenda yeye mwenyewe, wa minaljayidi, na vilivyokuwa vizuri. Bila kuchelewa, tutatembelea ki, ki, kitabu cha Imamu Nawawi, kitabu cha Riyadhus Salihin. Mada hii inaafikiana na mlango ambao unasema babu linfaqi mimma mimma yuhibbu wa min aljayyid, mlango wa kujitolea unachokipenda au mnavyovipenda eh, ambavyo ni vizuri. Ukiangalia huu mlango kutokana na mada yetu, tulichukua hapa kidogo. Imam Nawawi anasema kwamba aya kwanza ala, tika, ya kwanza ametuletea, anasema Mwenyezi Mungu aliyetakasika, qala Allahu Taala, anasema Mwenyezi Mungu aliyetakasika ya kwamba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, amtofikia wema mpaka mtu vile mnavyopenda. Ina maana kwamba hamwezi kamwe kuingia peponi mpaka mtu vile mnavyopenda. Hii ni aya ipo katika suratu Al-Imran aya tisini na mbili ya tisini na mbili katika Al-Imran. Lakini huku chini tutaona sasa ufafanuzi wake zaidi, kwa sababu ndio tutakayo tembea nayo huku chini. Imekuja kwamba aya hiyo huku hapa waqala taala, aya ambayo ametuletea tena hapa imamu asema, kwamba amesema Mwenyezi Mungu aliyetakasika ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, enyi mliomuamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anfiqu min tayyibati toweni vizuri, maka sabetu mlivyo vichuma. Na maana tunachuma wapi? Vile ambavyo Allah anakuwa ameturuzuku hapa ardhini, kutupa riziki mbalimbali, tutoe. Lakini anaendelea kusema kwamba wa mimma akhrajna lakum min al ardh, na vile ambavyo tunao na vile tunavyo kutoleeni kwenu, kutokana na ardhi, au vile tulivyo kutoleeni kwenu kutoka ardhini. Ardhini kuna vitu vingi sana vinapatikana. Kuna madini ardhini, kuna dhahabu, kuna fedha, kuna lulu lakini humu ardhini sasa. Ingawa kuna vitu vyote kama hivi ardhini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bado anasema kuna vitu pia ambavyo ni muhimu sana. Mtu unaweza ukakaa tu unatupa mahindi wa unatupa maharagi, unapanda chochote unachotaka, unakaa unasubiria, unajua kitakuja. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nao uwezo wa kusema leo basi tena.

Eh, jisi ala anapopeleka ardhi huku kwenye huku chini anapeleka, alafu yale maji anapeleka kwenye ardhi kavu anatoa mimea. Awalam yaraw anna nasuqul maa ilal ardil juruzi fayukhriju bihi zar'an, anakutoleni zile mimea, takulu minhu, mnakula nini wa, ninyi wanadamu wal anamuhum walafu wa anfusu wanakula kwanza, wanyama na ninyi wenyewe. Afalatu bisurun, je hamuoni zile mali ambazo Allah anaturuzuku? Wanakula wanyama na sisi tunakula. Hizi zote ni neema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaweza akasema tu, ah, mimi sitoi tena. Huko chini hakitoki kitu, unatupa baindi, hakuna yanayokuja. Unapanda nini? Basi wewe ufeteleza, hakuna. Allah ni muweza kwa kila jambo, na kila ambacho anachokifanya kinakuwa na mazingatio. Anawauliza afalatu bisurun, ninyi wenye macho hapa, hakuna mazingatio hapa? Hii aya tunaendelea nayo ya sura Bakara kuendelea sana mia mbili sitini na saba. Naendelea kusema kwamba wala tayammamul khabith, wala unaweza vile msivyopenda kile kitu, unafumba macho akikupa mtu na kipokea, umefumba macho au yani, a hivyo msitowe hivyo ni msitowe. Kwa hiyo hii aya imekataa kabisa, usimpe mtu mpaka kile ambacho wamefumba macho. Asafu tuende kwenye hadithi, kutokana na namna ambavyo muda wetu umetuishia. Hadithi ya kwanza inasema kwamba wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Anas ala alamridhi amesema kwamba kana Abu Talha radiallahu anhu akthara alansar akthara alansar bilmadinati malan huyu Abu Talha ni mtu ambaye alikuwa na mali sana eh, katika hao maanswari wa Madina amewashinda, yaani alikuwa na mali ambaye alikuwa anaongoza katika mali. Allah anapiga mifano asema, min akhlid alikuwa na mitende ya Abu Talha, wakana ahabu amwalihi ilaihi bairaha. Na vile vile katika mali alizokuwa anavipenda alikuwa na shamba kubwa linaitwa bairaha au naweza kuita bairuha kile lile shamba ambalo likuwa nalo lilikuwa na visima lilikuwa na vitu vingi sana, eh, asema wakanat mustakbalat, wakanat mustakbalat almasjid, na ilikuwa imetizamana na msikiti ilo shamba lake. Asema wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, sala na salamu zio juu yake, yadkhuluha, anaingia katika shamba lile hayi narudi kwenye lile shamba wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin, na alikuwa anakunywa mtume sallallahu alaihi wasallam maji kutoka katika vile visima vile bwana Abu Talha, maji mazuri sana, alikuwa anapenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi anasema Anas, asema qala Anasun, anasema Anas, falamma nazalat hadhihi alayat, pindi ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposhusha aya hii ni aya gani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshusha? Kwamba hamtofikia wema mtoe vile vitu ambavyo mnavyovipenda. Toeni vile mnavyovipenda. mkishatoa tu vile mnavyovipenda, hapo tayari mtakuwa mmeshapata janna. Huyu bwana kasikiliza hii aya Akakaa, aka akafikiria. Ni mfano labda, wewe una kitu chako cha thamani, una nyumba yako nzuri, una kitu chako, watu wamenadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, unafikiria, unaona ah, acha nimpe Allah. Anaendea sema kwamba, asema kwamba qama Abu Talha ta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisimama haraka haraka, kaenda kwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, sio yake, akasema faqala, akasema: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu inna allaha taala anzala alaika katika, Mwenyezi Mungu aliyetakasika ameshusha juu yako au kwa wewe lantanalu lbirra lanta hatta tunfiku mima tuhibbun, hamtufikia wema mpaka mtuo vile mnavyovipenda. Akawambia kwa, kwa kweli wa inna ahab mali ilayya bairaha, asema kwamba mimi napenda sana lishamba langu la bairaha. Kwa hiyo wa innaha, hakika mimi nalitoa sasa. Wa innaha sadakatun lillahi ta'ala, akasema mimi nalitoa lishamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. tume Mwenyezi Mungu ta Mwenyezi akamwangalia, akamwambia, akasema kwamba arju, arju birraha, anasema kwamba nataraji malipo au nataraji heri kupitia iswada ka abayo nimtoa Mtume wa Mwenyezi Mungu. mm -mm, hakukubaliana naye. Anasema kwamba wa wadhukraha inda, inda Allahi Taala eh iwadhukraa, anasema kwamba na manufaa, ukitoa kile kitu ambacho ni kizito unataraji kile manufaa. Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema, aka tawadhat ha ya Rasulullah akasema kwamba ee Mtume wa Mwenyezi Mungu fawadhaya fawa, fawa, ya rasulullah haifu araka Allah, Eh? akasema Mwenyezi Mungu atakapokuonyesha Allah wewe, lipeleke peleka, chukua hizo mali zote kwa ajili ya kusaidia Uislamu. Fakala Rasulullah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samyuma, Mwenyezi Mungu akashtuka, akasema bakhil, akastaajabu dhalika malun rabihun. Akasema hapana, hii mali ni mali kubwa na ni mali kidogo, ina uzito. Akasema kwamba waqad sami'atu ma qulta, nimekusikia namna ulivyosema, wa inni ara taj'alaha fil fil akrabin. Akasema na kuomba hii mali toa kupitia watu wa karibu, akatoa kidogo kwa Mwenyezi Mungu isaidie dini, lakini wale watu wa karibu wape faida kubwa, faida kubwa ni wale ndugu zako wa ha? karibu wasaidie. Kwa hiyo ile bwana, faqala Abu Talha akasema af'alu ya Rasulullahi asema tafanya. Ya Rasulullahi, fakasamaha Abu tulha fi aqaribihi, akafanya akachukua aka akaenda kutoa katika watu wa karibu yake, bani am bani ammihi, sawa, watoto wa babake mkubwa wa babake wa mdogo. Hii hadithi ni mutafaqun alaihi, amepokea Imam Bukhari na Muslim. Kwa hiyo tumombe Mwenyezi Mungu msamaha kutokana na yale ambayo tunayatenda usiku na mchana, atusamehe Yeyote ambaye ana kidogo cha kuchangia, basi details hizo ziko hapo, aweze kuchangia kidogo, ili tuweze kuendeleza masuala ya msala na harakati ambazo tunakuwa tunazifanya. Alhamdulillah, wasalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, sala na salamu zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi sasa tutaleta, tufukize mada yetu ya leo anasema hadithi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, amepokea Abu Hurairah kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu akisema, qala, anasema Abu Hurairah kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sala na salamu ziwe juu yake. Subhanallah, bali nzito hii hi, asema ma min yaumin, ma min yaumin, haiwi katika siku haiwi katika siku yusbihu libadu li fihi, watapambanukiwa watu, inamaana kutakucha ile asubuhi, kumepambazuka siku hiyo, illa, illa malakani yanzilani, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukicha tu ile asubuhi, anawatuma malaika hao wawili, wanashuka da. Sasa hao malaika ingawa wanashuka, wanakuwa na kazi ma maalum fayakulu watasema, ahaduhuma, atasema mmoja wao katika hawa malaika wawili, anasema kwamba Allahumma, e Mwenyezi Mungu, e Mwenyezi Mungu, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, anamuomba, ana asubuhi tu ati munfikan khalafan, na kuomba ee Mwenyezi Mungu, yule anayetoa mpe badala. Ni malaika wanaomba, sio mimi nawau, ni, ni mwalaika waliondoka duniani hala wameshajua fulani ni mtu wa peponi. Eh, Abdurrahman ibn Auf, fil janna. Abu Bakar, Abubakar, kwa sababu walijitolea vile vyao kumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kwa hiyo wale malaika, mpe mumfikan halafan, mpe badala Ha? Mpe badala kutokana naye anayotoa, wayaqulu laharu, na anasema mwingine sasa, Allahumma, Ee Mwenyezi Mungu, ati mumsikan talafan. Sawa, yule mwenye ku, kuzuia mtilie uzito, yani mzuilie katika riziki, una una pesa hapa, wata ameshanali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu a naificha tayari. Hey, hii dua ikuachi, ni malaika wanaiomba Mtu anaweza kusema labda hizi ni habari zake. Hadithi amepokea Abi Huraira radhiallahu anhu. Hii ni hadithi, ni hadithi sahihi ambayo vilevile vile, ni mutafaqun alayhi amepokea Imam Bukhari na Muslim. Utaipata kwenye mujaladi wa tano kwenye Sahih Bukhari hadithi 548, hadithi sahihi kabisa. Kwa hiyo na nane had kila tunapokucha

vitu vingi sana ukitoa heri na kuwa ni nyingi. Kwa hiyo katika kule kutoa, usipotoa ala nafanya mbadala. Umeshasikia utaingia tu barabara, umesahau kulipia reja, unapigwa. Utaingia spidi hiyo unapigwa, utasitoa kule ambazo hazina manufaa. Kwa hiyo hotuba hii tutaishia hapa kutokana na namna ambavyo tumeanza, tumechelewa. Tumsali Mtume wa Mwenyezi Mungu, salamu ziwe juu yake, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad